Subscribe Mzee wa Jimbo TV, sauti ya mpiga kura. <tikana> <tikana> <tikana> <tikana> siasa vilivyopo ndani ya wilaya hii. Baada ya kusema hayo, kwa heshima na taadhima na mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na sisi watimiza mwenge wa uhuru kitaifa, kwa kweli tumekagua ubora wa mradi huu. Tumekagua ubora na ujenzi wa mradi huu, lakini pia tumeridhika na vifaa ambavyo vinapatikana katika eneo hili. Endelee kuwaambia wananchi sisi, tumetatakua kwa niaba yenu, na mimi niwahakikishie vifaa vyote ambavyo vimefungwa ndani ya jengo hili ni vifaa imara na vifaa ambavyo vinaweza kutusaidia kwa lengo la kupata huduma ikiwemo ya CT scan pamoja na extra sound. lakini pia nimeambiwa wanaweka mashine ya CT scan ndani. Sasa kuna X-ray pamoja na extra sound. Lakini pia kuna mashine ya CT scan. Kwa maana inaweza kukupima wewe kuanzia kichwa mpaka miguu. Kwa hiyo niwaombe keni na uvumilifu na mashine hiyo, muda sio mrefu wataifunga ikiwa huduma zote zitakuwa zinapatikana ndani ya jengo hili, musiwe na shaka hiyo. Na mwenge wa uhuru umeridhia na umeidhinishwa kuenda kuzindua jengo hili ili liweze kutoa huduma kwa wananchi kakoye. Naitwa Deusidedit Kahangwa, ni afisa utawala wa St. Gaudensia Hospital hapa tulipo na ambapo mkuu wa msafara mbio za mwenge 2025 amezindua rasmi. Tunawashukuru viongozi wa msafara mbio za mwenge kwa kukubali kuzindua mradi wetu wa jengo la X-ray, ambalo ni jengo lenye vifaa vya kisasa kabisa linaloweza kuhudumia wananchi wa kusini mwa Tanzania, karibu mikoa mitatu minne kwa mpigo. Pia katika jengo hili ni jengo la ra x-ray, tuna mashine ya x-ray ya kisasa ambayo inatumika kutambua matatizo yote ambayo yanahitaji huduma ya mionzi ya x-ray. Kwa hiyo, watu tunafanya x-ray zote kuanzia za kichwa, shingo, kifua, tumbo, kiuno, mifupa yote mikubwa na midogo. Lakini pia tuna huduma za ultrasound ambapo kwa wanaume kuna huduma za ultrasound kwa ajili ya tezi dume na kwa kina kinamama tuna wajawazito, kuna huduma ya ultrasound kuweza kugundua idadi ya watoto, kujua umri wa mimba pamoja na matazamio ya kujifungua. Pia kwa wamama ambao wanahangaika na upataji wa ujauzito, kuna kipimo cha ultrasound ambacho kinaangalia mishipa, kinaitwa HSG, hysterosalpingography. Kinafanyika hicho kuweza kuzibua mishipa na pia inawasaidia wao kuweza kupata ujauzito kuna mashine ya ECG ambayo yenyewe inatumika kupima umeme wa moyo kwa hiyo ina uwezo wa kugundua mishipa ya damu ambayo imeziba kwenye moyo inatambua ukubwa wa moyo ufanyaji kazi wa moyo lakini pia tuna mashine nyingine ambayo ni ya echocardiograph. hii ni ultrasound ya moyo kwa hiyo ina uwezo wa kufanya na kugundua changamoto za moyo kama moyo uliotanuka ufanyaji kazi wa moyo chemba za moyo pamoja na valvu za moyo kama inafanya kazi ipasavyo. <tipa> Tunawashukuru sana wawekezaji hawa kwa sababu wanasaidia kwa kushirikiana na serikali kuwahudumia wananchi. Tunamshukuru pia rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutambua umuhimu wa afya katika halmashauri yetu. Sasa hivi pamoja na hospitali hii tumejenga hospitali kubwa, zaidi ya shilingi bilioni 2.5 zimetumika kutujengea hospitali yetu ya halmashauri. Iko jirani sana na hospitali hii, hivyo wananchi watakuwa na maamuzi kuja hapa au kwenda kwenye hospitali yetu ya ya serikali ambayo iko jirani na hapa. Lakini pia kwa kutambua umuhimu huo serikali ya awamu ya sita chini ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan imetujengea vituo vya afya tisa, saba tayari vimekamilika, viwili hivi viko kwenye maandalizi ya ujenzi. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, tunaishukuru sana serikali. Wakati kituo hiki kimeanza kilipata tatizo kidogo, hasa kwa kutoa ile huduma ya, ya, ya, ya huduma ya bima. Walikuwa hawatoi huduma ya bima, wananchi wenye wa bima walikuwa wanataka kuja kupata huduma hapa lakini ilikuwa na kikwazo kidogo. Kiongozi wa hospitali alikuja kuniona tukaenda kuiona serikali. Tunashukuru sana mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan, akasema kwa nini tuwazuie? Ametoa ruhusa, sasa hapa nako bima inapokelewa. Nani kama mama Samia Suluhu Hassan? Na sasa hivi mpango mzima sasa ni bima ya afya kwa wote, na gharama ilikuwa ni kwamba ukitoka hapa ambako fika kitu kinachofuata ilibidi ulipe elfu moja ukitoka pale mpaka kufika hospitalini, ni lazima upate boda boda elfu mbili Kwa hiyo maana yake elfu tatu kabla hujaanza mambo yote. Kwa hiyo ukifanya mara mbili maana yake elfu sita Kwanza ikae pembeni, toka hapa unaanza matibabu pale, pata cheti elfu moja na kupa, kupimwa na kutibiwa, lakini zili huduma zilikuwa kidogo, wanazoweza kuzimudu ni wachache kwa sababu ya hizi fedha za nauli na usumbufu mwingineo, lakini baada ya kuanza hapa tumepata unafuu mkubwa sana, kwa sababu sisi kama wenyeji wa hapa, unatoka nyumbani unafika hapa unapokelewa unaanzisha huduma. Tunashukuru na Mungu ambariki, azidi kumnemeshea, alete na vipimo vingine, kwa sababu tulikuwa natumia gharama mbali kutoka hapa kwenda Pelamio kufuata hivyo vipimo, lakini sasa vinapatikana Mkako. Yapo magonjwa mengine yana gharama kubwa, lakini kupitia bima tunaweza kupata matibabu kwa urahisi sana. Lakini pia niseme, ni mshukuru rais wetu Mama Samia kwa kuweza kurahisisha vitu hivi. Sisi watu wa Mkako hatungeweza kuwa na urahisi wa kufika Muhimbili, kufika Mbea kwa ajili ya kutafuta huduma hizi. Tunatoa huduma ambazo kwa sehemu hii au kanda hii hazipatikani hususani huduma kubwa kubwa zingine kama NCT pamoja na huduma zingine kubwa ambazo tunatarajia tuna, tuna, tuna pia kuzizindua au kuziweka zikatoa huduma ikiwa ni CT scan kipimo cha mwili mzima. Kwa hiyo tunawakaribisha watu kutoka maeneo mbalimbali, watu kutoka mikoa mbalimbali, wasitumie gharama kubwa kusafiri kufuata huduma ambazo Ki, kiwalishia zinapatikana maeneo ya mbali kama hospitali za kanda, mfano Mbeya, au wakasafiri kwenda um, Mwimbili. Wasiende mbali, huduma zinapatikana hapa um, na huduma ni very professional. Huduma ziko vizuri na tuna wataalamu ambao ni wabobezi sana, tunawakaribisha. Ninachofanya ninairuhusu kwamba iwe tayari kwa ajili ya kupima. Kwa hiyo sampuli yangu ni hii, nitafungua nitaweka hapa kwenye sample probe. Hii ni sample probe ambayo itakuwa inavuta sampuli ya hii damu, na kuna kuna hii sehemu ambayo inavuta tayari, nimeattach na hivi inavuta pale kuonyesha kwamba tayari damu imeshachukua, lakini pia ile probe imeshapeleka ndani sampuli ya damu kwa ajili ya analysis. Kwa hiyo baada ya dakika chache tutaona majibu ambayo yatakuwa yanatolewa kufuatia paramita zile ambazo e, mashine hii inachukua. Mashine hii ina paramita kama 25 za damu ambazo utaziona hapo e, kwa damu mbalimbali mbali, kwa kuangalia maturity ya damu ile na immaturity ya cells zile ambazo zitakuwa zinajitokeza katika mwili wa binadamu. Hiyo mara baada ya majibu kupatikana, e, kwa mfano sasa tayari majibu yameshapatikana. Kwa hiyo nitafanya printing. Eh. Yeah. Nitafika sehemu ya printing, nitafika sehemu ya printing. Kuruhusu sasa majibu yanatoka, na majibu yakishatoka nitarekodi katika kitabu changu, yeah, cha kurekodi majibu lakini pia nitaingiza kwenye system ya ya ya, ya daktari kutaka kujua majibu haya yamefika ya kwake. Na mimi ni lazima niwe na uhakika kwamba yameshafika, sa lazima nifungue kwenye kwa, kwa patients list, lakini pia kuna sehemu ya OPD kujua kwamba mgonjwa yule nilimsajili kama mgonjwa nje, lakini pia lazima nijue mgonjwa yule yameshafika uh, toka kwa daktari. So, daktari anavyoagiza anaagiza kipimo kiende e, sehemu ya malipo au sehemu ile ambayo kama ni sehemu ya bima basi, wale wanaopokea e, vipimo vile sehemu zile watatuma kwetu. Kikubwa ambacho nawaaminisha wananchi ni kwamba tunatoa huduma za aina mbili za kashi, fedha taslimu na bima ya afya. Kwa hiyo asiwepo mtu akasita kuja kuchukua huduma kwa sababu ya kuogopa malipo. Bima ya afya tunapokea aina zote vifurushi vyote ambavyo vimeshatangazwa na NHIF na hata mtu ambaye kwa kasha na tatizo tunaweza kutoa huduma kwa mkopo, ili mradi tufahamu anwani yake aweze kulipa deni taratibu, lakini kikubwa kwetu ni huduma ya afya kwanza isimame. Mimi ni mshukuru Mama Samia kwa sababu nchi ikiwa na amani ndipo mnaweza kufanya vitu kama hivyo. Ni washukuru viongozi wa mkoa kwa kutuwezesha Aha, ni washukuru viongozi wa wilaya, tumemwona mkuu wa wilaya. Kwa sababu hiyo ni heshima ya kipekee, mtu binafsi unaanza mwenye kitu hujui mwelekeo, lakini ghafla serikali inakuinua. Kwa hiyo mimi nasema kwa niaba ya wananchi wa Mkako, kwa niaba ya St. Gaudensia tunatoa shukurani zetu za dhati kabisa kwa kutuinua na kutuona. Lakini pia ni washukuru nyewe waandishi wa habari, kwa sababu Mama Samia siku moja alisema waandishi wa habari wa wanaweza wakakupaisha, wanaweza wakakudondosha. Sasa tunaomba mtupaishe, yaani isiishie tu hapa, yaani nyie ndio mtakao tuletea sisi wagonjwa kwa sababu mmeshaona huduma eh, hizi za ultrasound, CT scan zinapatikana hapa, watu wasifunge safari kwenda Dar es Salaam, na tuna madaktari bingwa, mnaona magari yameandikwa, madaktari bingwa wapo. Mimi ni daktari lakini wa, wa mazingira, sitibu wagonjwa, ingawa kiniona sasa tusaidie, tunauma vichwa, mi sitibu wagonjwa lakini naelewa umuhimu wa madaktari bingwa. Kwa hiyo mimi naomba waandishi wa habari, chonde chonde, niwapigie na magoti, chonde chonde, mtupaishe wenzenu, huko mnakoenda kusema semeni, jamani, kuna hospitali nzuri iko Mkako, St. Gaudensia. Asanteni sana. Mwenyekiti, kabla hujaondoka, wewe ni mwenyeji wa hapa na yeah. pengine wakati wanaangalia vigezo ni yupi akaye mwenyekiti, pengine waliangalia mtu ambaye anatoka maeneo haya uh -huh. Unavyowaona ndugu zako wa Mkako na maeneo yale ya karibu mm. hali yao ya kipato ikoje ukilinganisha na huduma zinazotolewa hapa, na mnapokaa huwa unatoa ushauri gani ili wananchi wa hapa waweze kunufaika na uwepo wa hospitali hii mm-hmm? Ni swali zuri, lakini ni gumu, kwa sababu kipato cha mtu anaamua yeye, yani kipato cha mtu anaamua mtu mwenyewe. Ukilala huwezi kupata kipato Ukifanya kazi kwa bidii unapata kipato. Nchi yetu hii Mungu ameijalia ame, mazao mengi yanapatikana. Tuna wale wa shamba la kahawa pale, na mama Samia alikuja nilikuwepo. Alihamasisha sana wananchi walime kahawa, na kahawa hizi sasa hivi zinanunulika moja kwa moja. Kwa hiyo mimi kazi yangu kubwa itakuwa kuhamasisha wananchi walime na mazao ya biashara. Zao la mahindi linachosha, kwanza linakuzeesha, kila siku mara kupukuchua, mara kuweka, mara ukienda ku kuuza kule, wanakuambia sijui hayajakauka vizuri kwa hiyo ni changamoto. Lakini ukiwa na mazao mengine mbadala, eh, chakula pamoja na mazao mengine, kipato kitaongezeka tu. Kwa hiyo wanahitaji tu elimu, lakini nguvu wanazo, si unaona? Mahindi yako mpaka yanataka kuingia St. Gaudensia, mahindi yako kila mahali. Kwa hiyo wananchi wangu mimi wanafanya kazi sana sana. Subscribe mzee wa Jimbo TV, sauti ya mpiga kura.